Chama kiko imara, uh, tuko uzuri. Ni kwamba baba aliwacha chama ambacho kiko na structures ama ziko na mpangilio kutoka mashinani mpaka juu. Kwa hivyo hakutakuwa na mkato wowote. Huo ndio uzuri katika vyama zote ambazo ziko katika nchi yetu. Chama ambacho kiko na mikakati na mipangilio mizuri ni chama cha ODM kutoka polling station uje katika ward, uje katika constituency na ukuje katika county na national. Kwa hivyo hakuna haraka, na niko na uhakika vilevile, hawa watu ndio watatumika katika kuchagua viongozi vya kuziba pengo lolote ambalo linatokea. Kwa hivyo amna haraka, uh, amna haraka yoyote, amna haraka ya kuwa ku, na, na wasiwasi kwa sababu sisi katika NEC tuliketi chini immediately papa alipolala, tukasema atungeacha uwazi ule. Uwazi ule ungeleta confusion katika chama, ndipo sasa tukahakikisha kwamba tumemtaja ndugu yake Oburu kuwa kiongozi ambaye anashikilia mpaka wakati ule chama kitakaporatifisha kita ile ile position kwa hivyo, kwa sasa tuko na party leader ambaye ni Oburu Odinga kaka kakaake, eh, mzee Raila Amolo Odinga.